Na siku hiyo majira ya saa kumi na mbili na nusu eh, alitembelewa na mtu ambaye ni kijana pia lakini wanafahamiana, yani alivyoonekana. Wakati yule yule msaidizi wake alikuwa ndani akaona yule anakuja kwa pale, wakawa wamekaa sebuleni. Kwa hiyo jinsi walivyokuwa wanaongea, watu ambao walikuwa wanafahamiana. Kwa wale waliongea pale kama nusu saa hivi, e, e baada ya nusu saa wakaja vijana wengine, watu wengine watano wakajiunga pale, lakini wale walikuja na gari ambalo alijijulikana kwamba ni gari ka either noa au hizi alfard jeupe alikuwa alikujulikana exactly ni gari la aina gani. Walivyoingia wale, wakaongea naye kidogo pale, wakakaa kwenye saa mbili hivi na nusu, wakaondoka wote wale waliokuja na yule mwenyeji yule mgeni wake wa kwanza ambaye alimfungulia yeye, wakawa wameongea, wakaondoka wote, wakapanda kwenye gari, wakaondoka. Alivyomuuliza akasema nitakujulisha, wale wakaondoka. Kwa hiyo kutoka pale En, alikuja sasa kubainika kwamba hiyo saa tano na nusu mwili umeonekana. Sasa amekufaje? Ameuawa na nani? Kwa nini afya na wale walioondoka nao wako wapi? Bado tunapambana na hilo sasa. So, tulisikia kwamba au tulipata taarifa kwamba kuna baadhi ya taarifa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya watu wakizungumza kuhusu ami yangu Sheikh marhum Sheikh Jabir Haidar Jabir kwamba ameuawa, amepigwa amefanywa hivi na mengi mengineo, na kuna baadhi ya picha tayari zinasambazwa, lakini kitu ambacho tunakijua kama sisi wanafamilia ni kwamba ametoka nyumbani mzima, ameenda kwake, ameenda kuonana na marafiki zake, amezungumza na baadhi ya watu, amewasiliana na baadhi ya watu, mpaka muda huo ambao tunapata taarifa ya kifo. Lakini swala la kwamba ameuawa, amepigwa au amefanywa hivi na vile, na hicho kinachosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, mimi nitawaomba tu wanajamii kwamba kwa nini tusisubiri kama sisi wanafamilia na ambao wana mamlaka ya kutangaza hivyo, wakatuambia nini kilijiri kwa wami yetu. Sehemu namfahamu kama ni maalim, kwa sababu ni director wa mwanzo kabisa katika shule ya Mahad Wahdatil Islamia, alikuwa pale kama ndio mwanzilishi. Kwa hiyo na pale alikuwa ni mtu wa tarika na vilevile alikuwa katika masomo ya Kiislamu vilevile akisimamia. Kwa hiyo upande wangu huo unamfahamu kama marehemu kama ni mwalimu, ni kweli. Ulipokelewa mwili wa marehemu Sheikh Jabir Haidar Jabir. Inasemekana kwamba huyu shekhe alionekana maeneo ya Kizimbani akiwa tayari ameshafariki, ameletwa hapa majira ya saa saba usiku wa kuamkia leo tarehe 28 mwezi wa tano mwaka 2025. Uh, mwili wake unaendelea kufanyiwa uchunguzi. Baada ya uchunguzi, taarifa za uchunguzi watakabidhiwa askari kuendelea taratibu nyingine.